Zama, ujumbe wa leo ni kum, eh, unasema hivi kesho yako, Mungu anaweza ibadilisha kesho yako, Mungu ataibadilisha iwe siku nzuri. Ujumbe unasema nini? Kesho yako Mungu anaweza ikaibadilisha. Nikiongea na wewe nikiwa kwa madhabahu ya GPC, mahali unanitizama YouTube, mahali utanipata Facebook, ninaongea na mtu ambaye kesho yake Mungu ataenda kuibadilisha. Usijali ya leo, kesho kuna kubadilishwa. Amini mtazamaji, hii neno ikufikie mali huko, hii neno tutakapoisoma ikakujenge wewe na watoto wako, usivunjike moyo, maana kesho kesho yako Bwana anaijua. Soma msomaji, Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili fungu la saba fungu la saba mstari wa kwanza na wa pili mstari wa kwanza na wa pili.

aewagaiaaat, ameambia siku ya kesho, saa kama hii utaona matendo ya Bwana. Kesho yako inabadilika, kesho yako mtazamaji, yeah. Itabadilika, usivunjike moyo. Waliokufinyia njia, waliokufungia njia, kesho kuna tumaini. My God yeah.

vizuri. Vizuri utauziwa vizuri kilima nauteemia mama nandu wicha siku ya kesho masaa kama haya watakuuzia vizuri, na pale malangoni kwa pa Samaria kutakuwa na mambo mingi. Ndoa yako iko pale, pesa zako ziko pale, huduma yako iko pale. Ni kuamuka na kwenda kuchokoa kesho masaa kama haya Amen.

Nimetumwa na Bwana. Amen. Nimetumwa na Bwana. Amen. Kesho yako Mungu akaibadilisha. Amen. Kesho yako Mungu akaibadilisha. Amen. Kesho yako Mungu akaibadilisha. Amen.

Yes. Kuna, mbununa, Mungu anatazama, anaona. Mungu anatazama tu akiwa mbinguni anaona. Elisha anasema, masaa ya kesho, siku ya kesho, masaa kama haya, pale kwa gate ya Samaria. Oh, hiyo unga yako walichukua italetwa hapo. Hey, hiyo pesa zako zinaletwa hapo masaa kama haya

Hiyo unga mtaenda kuenjoy. hiyo baraka mutaenda kuenjoy. ah. ah, masidi wako wataona, na macho watakula kwa macho, wataiona kwa macho na watakula kwa macho, ma wata kwa macho watakuwa na uwezo wa kuichukua tena anas hey,